Leo tutajifunza kuhusu antibiotiki, dawa muhimu sana zinazotumika kupambana na magonjwa yanayosababishwa na bakteria. Watu wengi hutumia antibiotiki kila siku, lakini si wote wanaelewa jinsi dawa hizi zinavyofanya kazi mwilini. Leo tutavunja hoja moja baada ya nyingine kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili. Antibiotiki ni nini? Antibiotiki ni dawa zinazotumika kuua au kudhibiti bakteria. Mwanzoni dawa hizi ziligunduliwa kama vitu vya asili vinavyotengenezwa na vijidudu vingine ili kujilinda dhidi ya maadui wao. Mfano bora ni penicillin, ambayo hutengenezwa na fangasi anayeitwa penicillium. Lakini katika sayansi ya kisasa Antibiotiki nyingi hutengenezwa kwa njia ya maabara zikiwa zimeboreshwa kutoka kwenye misombo ya asili. Kumbuka jambo hili muhimu. Antibiotiki hufanya kazi kwa bakteria pekee. Haziwezi kuponya magonjwa yanayosababishwa na virusi, kama mafua, au homa ya kawaida. Kwa hiyo, kuzitumia bila ushauri wa daktari kunaweza kusababisha tatizo kubwa linaloitwa usugu wa bakteria. Usugu huu unamaanisha bakteria wanazoea dawa na dawa zinapoteza nguvu ya kuua vijidudu hivyo. Aina kuu za antibiotiki. Kuna makundi mawili makubwa ya antibiotiki kulingana na jinsi zinavyofanya kazi. Kwanza kuna bactericidal zinazoua kabisa bakteria. Pili, kuna bacteriostatic zinazozuia bakteria wasikue au kujizalisha zaidi. Pia kuna antibiotiki za broad spectrum zinazofanya kazi dhidi ya bakteria wengi tofauti na narrow spectrum zinazoshambulia bakteria wachache maalum. Sasa tuangalie jinsi antibiotiki zinavyofanya kazi mwilini. Moja, zinazozuia uundaji wa ukuta wa seli. Bakteria wana ukuta wa seli unaojulikana kama peptidoglycan. Antibiotiki za kundi hili huzuia bakteria kujenga ukuta huo. Bila ukuta, bakteria hawawezi kuishi. Kwa kuwa seli za binadamu hazina ukuta kama huo, antibiotiki hizi ni salama zaidi kwa matumizi ya binadamu. Mfano, penicillin na kefalosporins. Zinazoharibu utando wa seli. Baadhi ya antibiotiki hushambulia moja kwa moja utando wa seli za bakteria kwa kushikamana na mafuta maalum yanayounda utando huo. Tatizo ni kwamba hata seli za binadamu zina utando kama huo. Kwa hiyo dawa hizi zinaweza kuwa na sumu ikiwa zitatumika kwa ndani ya mwili. Ndiyo maana antibiotiki za aina hii hutumika zaidi kwenye ngozi kama krimu au marhamu, mfano polymyxins. Tatu, zinazozuia utengenezaji wa protini. Bakteria wanahitaji protini ili kuishi na kukua. Antibiotiki hizi huingilia hatua tofauti za utengenezaji wa protini hizo na kuzuia bakteria kuendelea na maisha yao. Ingawa dawa hizi pia zinaweza kugusa baadhi ya seli za binadamu, zina nguvu zaidi kwa bakteria. Mfano: tetracyclines, macrolides na aminoglycosides. Nne, zinazozuia utengenezaji wa DNA au RNA. Antibiotiki hizi huathiri vinasaba vya bakteria kwa kuzuia DNA au RNA kutengenezwa. Bila vinasaba, bakteria hawawezi kujizalisha wala kufanya kazi zao za msingi. Baadhi ya dawa hizi pia huathiri seli za binadamu , ndiyo maana zingine hutumika kutibu saratani, kwa sababu seli za kansa hukua kwa kasi zaidi. Mfano quinolones na rifampicin. Tano, zinazozuia utengenezaji wa asidi ya foliki. Bakteria hutengeneza folic acid wao wenyewe lakini binadamu hupata vitamini hiyo kupitia chakula. Kwa hiyo antibiotiki zinazozuia utengenezaji wa folic acid huua bakteria pekee bila kuathiri seli za binadamu, mfano sulfonamides na trimethoprim.